Tanzania ya viwanda hii imekuwa ni kauli mbiu kubwa ambayo imekuwa ikisisitizwa sana na serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na kiukweli ni jitihada nzuri sana ambazo zimekuwa zikichukuliwa, na tumeona matunda makubwa katika uwekezaji wa viwanda kwa nchi yetu. Aa, kupitia TIC pamoja na, na tume mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusika na kuhimiza na kuvutia uwekezaji katika nchi yetu. Uh, tuko katika era ambayo uh, Afrika inahitaji zaidi viwanda na uh, nchi za wenzetu nyingi zimekuwa zikiona fursa ya ku ya kuwekeza katika viwanda Afrika kwa sababu uh, ndo bara pekee ambalo lina, lina, lina fursa ya, ya, ya uwekezaji kwa ukubwa, lakini pia lina nguvu kazi ambayo ina unafuu katika uzalishaji wa, wa vitu kwa sasa hivi. Uh, kwa hiyo sasa tunapojaribu kuangalia sasa hivi Uh, Watanzania wengi wana access ya kuja China, wana access ya kufanya biashara na China. Uh, lakini tupo katika era ambayo tuna, tunatakiwa kuelekea katika viwanda zaidi kuliko katika ununuzi wa bidhaa na kuja kuziuza nchini kwetu Tanzania. Uh, tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali mbali za kuhusiana na uwekezaji wa viwanda kwa kwa wazao wa Tanzania wenzetu ambao wamekuja wakiwa wana nia ya kuagiza mashine na vitu mbalimbali ambao vina vinasaidia katika uzalishaji, ambayo ni kama raw materials pamoja na, na mashine au teknolojia mbalimbali mbali ambazo zinasaidia katika uzalishaji. Uh, tunafanya kampeni hii ikiwa kama sehemu ya jitihada pia ya serikali katika kuhimiza uwekezaji katika viwanda, kwa sababu sasa hivi kama kila mtu ana uwezo wa kuja China kufanya manunuzi ya vitu vya kawaida, kufanya manunuzi ya, ya, ya bidhaa kama nguo na nini, tulitamani sana uh, ile ile ile nafasi au fursa ya, ya kuweza kuingia nchini China, iweze kuwa pia ni fursa ya kuweza kujifunza na kupata nafasi ya kupata ile knowledge ya, ya uwekezaji katika viwanda, kwa sababu ukijaribu kuangalia vitu vingi ambavyo vina vinanunuliwa, ambavyo vinazalishwa hapa China vinahitaji, vina vinahitaji akili ndogo sana au vinahitaji mashine labda ambazo zina hazina teknolojia kubwa sana kuweza kufanya uzalishaji. Kwa hiyo ni, ni kiu yetu kwamba tuone Watanzania sasa hivi wanaamka katika kutamani kuwekeza katika mashine na uzalishaji kuliko katika kununua bidhaa ambazo zimekuwa zikitengenezwa hapa A, katika katika ukubwa sana lakini pia zimekuwa zikitengenezwa katika namna ambayo hata sisi tunaweza tukafanya. Tumekuwa tukijaribu kuangalia pia namna gani ambayo tunaweza tukatafuta sources mbalimbali mbali za viwanda vyenye urahisi vyenye unafuu katika maeneo mbalimbali mbali, ya kuanzia kwenye mambo ya ujenzi, kwenye, kwenye mambo ya uzalishaji aa, kuboresha labda kwa mfano mazao kuchakata, mashine za kuchakata. Tuna mashine pia za kufanya uzalishaji wa vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vina matumizi yale ya kila siku katika labda madawa, katika kilimo Uh, katika ma, hata hata katika hata fashion labda industry uzalishaji wa, ku, kufanya process nyaba ya nguo ya fabrics ni vitu ambavyo vinafanyika katika wepesi sana na wala havihitaji sana teknolojia kubwa sana ya ajabu ambayo inaweza kusema kwamba inashindikana kufanyika kwetu. Kwa hiyo ni kiu yetu kuona kwamba Watanzania wanaamka na wanaona fursa katika uwekezaji wa viwanda. Sisi kama Uswa Intertrade pamoja na kampuni zetu zote ambazo tuna, tunafanya kazi hapa China, tumekuwa tukifanya kazi na watu wengi sana ambao wamekuwa na nia ya kuwekeza katika viwanda. Tumebobea katika utafutaji wa, wa, wa viwanda ambavyo vinazalisha mashine za vitu mbalimbali, kuanzia kwenye kilimo, kwenye vitu mbalimbali mbali. Maeneo yani karibu sekta zote ambazo zinahitaji mashine za uzalishaji tumekuwa tukitumia nguvu kubwa katika kulijua soko hilo, lakini pia kutafuta hayo maeneo, kwa sababu ndio kiu yetu kubwa kuona kwamba nchi yetu au Afrika kwa ujumla inaendelea katika kuwekeza nguvu ya kupata maarifa. Lakini pia serikali, hata katika masuala ya kodi na nini, imeweza kuweka unafuu zaidi katika kuagiza labda mashine na na vitu ambavyo labda raw materials yana unafuu kuliko kuagiza vitu ambavyo vimekamilika tayari. kwa hiyo <coughs> ni nadhani ni elimu ambayo inatakiwa iwe endelevu na ni elimu ambayo inahitaji kuendelea kuwafikia watu zaidi, kwamba tufunguke na kuangalia zaidi kuwekeza katika vitu ambavyo vitatusaidia kuzalisha vitu nyumbani, na tusitegemee tusi au tusi, tusibaki katika ile dhana ya kwamba tunahitaji tu kuagiza vitu, tukauze, kuagiza vitu vitu tukauze. Hapana, inahitaji tuwekeze nguvu katika vitu ambavyo vitatusaidia kuweza kuzalishia vitu nyumbani, kwa sababu cha kwanza inatupa nafasi pia ya kuweza kutoa ajira kwa wingi nyumbani, lakini pia inatupa nafasi ya kuweza kufanya unafuu wa hata bidhaa zile ambazo tunakuwa tunazizalisha nyumbani. Kwa hiyo sisi kama timu ya, ya Uswa Intertrade uh, na Uswa Group kwa ujumla na kampuni zetu zote tunatamani sana kufanya kazi na watu ambao wanataka wana, wana, wana kuwekeza katika mashine katika viwanda. Aidha ni kiwanda kidogo cha kuanzia hata dola elfu moja, dola mia tano. Ni kiu yetu kuona kwamba tunakusaidia uweze kufikia lengo lako la kuweza kupata mashine sahihi ambayo itakusaidia katika uzalishaji. Tuko tayari kuwekeza katika nguvu ya kujifunza. Kitu chochote kile ambacho unahitaji kukifanya, sisi tutakisoma, tutatafuta viwanda sahihi vya kufanya kazi na wewe, na tutahakikisha kabisa kwamba unapata mashine sahihi ambayo italeta solution nyumbani na itakuwa msaada hata pia kwa wenzetu ambao watakuwa wakiitumia nyumbani. Haya, mambo yanawezekana, haya mambo yanawezekana kabisa, na wala sio vitu vigumu, na wala hata hawa ambao sasa hivi wanaonekana kwamba wanafanya viwanda kwa ukubwa, sio kwamba walianza kwa ukubwa huo ambao walionao sasa hivi. Inawezekana kuanza kwa udogo huo huo, unaanza na kamashine kamoja, unakuwa taratibu, unakuwa taratibu, unakuwa taratibu, una kuwa taratibu mpaka ambavyo unaweza ukafanya kiwanda kikubwa ambacho kinaweza kikaajiri watu wengi na kikawa kinafanya <clears throat> matokeo mazuri katika taifa, lakini pia tukawa pia na nafasi ya sisi kujivunia kwamba tunazalisha vitu nyumbani. Ukijaribu kuangalia maeneo ni mengi sana na fursa ni nyingi sana, lakini pia nyumbani kuna raw materials nyingi sana ambazo zinahitajika, na wakati mwingine tuna export raw materials ambazo tungeweza tukawekeza nguvu ya kuweza kuzalisha nyumbani na kupata producti ambazo zingekuwa ni, ni, ni, ni msaada au zingekuwa zingekuwa zinge zina effect nzuri zaidi kuliko kuuza raw materials. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ambayo yanawezekana na tunaishukuru serikali kwa jitihada ambayo inafanya kuhakikisha kwamba hivi vitu vina, vina, hizi kampeni zinaendelea na zina, zinafanyika sana kampeni za uwekezaji. Lakini kiu yetu ni kwamba wawekezaji wawe ni wazawa, wasio ni wawekezaji ambao wanatoka nje na kuona fursa zetu na kuzitumia kuwekeza wao kujipatia faida zaidi. No. Inatakiwa uwekezaji utoke nyumbani na wao ni wawekezaji wazawa, kwa sababu haya mambo yanawezekana. Lakini pia sasa hivi <coughs> serikali imekuwa na, na jitihada za kuwezesha vijana. Kuna vikundi vya vijana ambavyo wanaweza wakaungana, waka vijana wa wangapi kumi watano, wakapata mikopo wakajiwekeza, waka katika maeneo mbalimbali. Lakini fursa kubwa ambayo sasa hivi tunahitaji nyumbani ni kuwekeza katika viwanda, ni kuwekeza katika viwanda. Kwa hiyo uh, unapoisikia hii ninaomba kiu yako kubwa iwe katika kuwekeza katika viwanda. Tuondoe ile notion ya kusema kwamba tunaagiza tu bidhaa, nataka sijui kuagiza mkoba, nataka sijui kuagiza nguo. No, inawezekana hivi vitu vyote tukavizalisha nyumbani na tukawa either tunaagiza ni material tu au tunaagiza teknolojia tu au tunaagiza mashine tu na vingine vyote tukawa tunaweza tukavifanya tukiwa nyumbani bila kuwa na changamoto ya aina yoyote. Kwa hiyo tutakuwa tukiendelea na kampeni za namna hii, lakini pia tutakuwa tukiendelea kuonyesha mashine za aina mbalimbali ambazo mbali zinazalishwa, ambazo zinatumika katika uzalishaji wa vitu mbalimbali, na fuatilia peji yetu ya Karibu China. Na hata pia unapokuja China, sio lazima uje China kibiashara, unaweza kaja China kwa ajili ya kujifunza mambo kama haya ya uzalishaji, unaweza kaja China kujifunza mambo ya utalii unaweza wakaja China kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakatoa fursa ya wewe kufanya kitu kizuri nyumbani. Kwa hiyo tusiwe tu na ile na, na ile matamanio ya kuja China kwa ajili ya kununua vitu no. Tuna nafasi ya kuweza kufanya vitu vizuri zaidi ambavyo vinaweza vikaboresha au vikaleta matokeo mazuri ya uwekezaji nyumbani. Kama navyoendelea kusisitiza tena, kwamba kiu yetu ni kuona wawekezaji wanakuwa ni wawekezaji wazawa. Tumekuwa tuna watu wengi wana, wengine wana fedha, lakini hawajui ni kitu gani cha kufanya. Lakini haya yote yanawezekana. Ukipata nafasi, wasiliana na sisi, tutembelee, tutakuelekeza, tutashauriana tufanye kitu gani, tutatembelea labda viwanda mbalimbali mbali, tutaangalia ni kitu gani ambacho tunaweza tukakipeleka nyumbani na kikaleta matokeo ambayo yatakuwa ni msaada kwa jamii yetu na kwa watu wote ambao wanatutazamia. Asanteni sana kwa kila hatua ambayo tumekuwa tukishirikiana, na ninaamini kabisa mambo yatakuwa mazuri kama ambavyo serikali inasisitiza, na sisi basi, tutaweka jitihada katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, lakini pia tunaweka tunatoa fursa za kuonesha vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaweza vikawa vinatumika katika kuwekeza nyumbani, labda mashine au ni teknolojia au ni vitu mbalimbali, tutakuwa tunavishare kwa ajili ya watu kuweza kupata uelewa na kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na uzalishaji. Thank you so much. This is Uswa Intertrade. Karibu China.